Vipi. Ah, salama tu. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu kama unavyoona. Ki kweli nina furaha ambayo siwezi nikasema inaishia wapi. Kwa nini nazungumza hivyo? Tanzania mimi sina cha kuadai kwa, kwa sababu wamenifanyia kazi kubwa sana. Mama amewatuma kazi, sisi mashabiki tumewatuma kazi. I appreciate mataifa, I appreciate Gamondi, I appreciate wachezaji kwa kazi kubwa mwaifanya. Kwa nini nazungumza hivyo? Katika game kuna matukio matatu, kushinda, kufunga matoo. Lakini sisi tumeonyesha uwezo wa uwezo wa hali ya juu. Kwa nini nazungumza hivyo? Tulizulumiwa, lakini tumeonyesha nidhamu, tumeonyesha hekima, tumeonyesha kwamba sisi ni wakubwa na yoyote taka mbeleni yetu a inshallah panapo majali au panapo hai 2027 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tutakuwa wenyeji Tanzania, lakini pia mataifa mbalimbali waje waekeze, kwa sababu hii Tanzania kiuchumi tuko vizuri, kiuchumi tuko juu na pia tunapambana kwa hali na mali. Mama Samia amejitoa kwa ajili ya timu ya taifa, ametuma vijana wake wakafanye kazi, ametuma sisi mashabiki influencer tushabike timu yetu, kwa sababu Tanzania taifa ni la kwanza, timu zetu za vilabu ni extra tu. Mashabiki wote iwe mikoani, Dodoma, Mwanza, tuipendeni timu yetu ya taifa kwa sababu Tanzania kwanza, taifa kwanza, mengine yanafuata. Mimi kama Dadi Manywele, i appreciate mataifa, i appreciate mashabiki yote, i appreciate Mama Samia kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, i appreciate kwa watu wote ambao wamejitokeza kuja kuipokea timu ya taifa. Sina ya kuzungumza, Tanzania kwanza. Kuna nyumba moja naimba na mpaka kufa. Kwa nini? Tumeimba nyimbo, tunaipenda, tunaimani timu ya taifa, tunaimani nchi yetu, tunaipenda timu yetu. Inshallah 2027 tunaifika finali, fainali. Asante, asante sana.